Kuanzisha biashara kama umemaliza chuo na mpaka sasa huna ajira, achana na mawazo yale ya kupita na bahasha yako yenye vyeti sehemu mbalimbali, eti unatafuta ajira. Mimi nitakueleza njia nyingine ya kujiajiri. Ukisubiri ndugu au jamaa akukonekti labda na maofisa wa wizarani au watu wakubwa, kuna hatari ya utakaa mpaka unazeeka hiyo kazi utaipata. Sasa ufanyeje? Leo sitakupa mafuta, sitakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Leo tunaingia darasani na kufundisha hatua kwa hatua, kuanzia sifuri, jinsi ya kuwa freelancer na kulipwa kwa dola ukiwa hapa hapa Tanzania. Kama unataka kujua jinsi ya kuacha kuomba hela za vocha na kuanza kutumia hela nyumbani na kuanza kutuma hela nyumbani, basi hii video ni kwa ajili yako. Vijana wengi wanalalamika kuwa hawana ajira wakati hali halisi ni kuwa wamekalia dhahabu bila wao wenyewe kufahamu. Takwimu zinaonyesha soko la freelancing duniani lina thamani ya mabilioni ya dola, lakini kijana wa Kitanzania akisikia kazi ya mtandaoni anakimbilia kufikiria utapeli au betting. Hapana, usifanye hivyo saba. Sasa hebu tuangalie freelancing maana yake ni nini? Kwa lugha rahisi ni kuuza ujuzi wako kwa watu tofauti tofauti bila kuajiliwa na mtu mmoja. Ni kama vile fundi bomba, leo anamtengenezea huyu, kesho yule, na analipwa kwa kazi. Tofauti ni kwamba wewe unatumia kompyuta au simu, na mteja wako anaweza kuwa Marekani, Uingereza au hata jirani hapa Kenya. Kwenye video hii sitakupa summary, nitakupa blueprint kamili. Tutaangalia ujuzi gani unalipa, majukwaa gani utapata kazi, jinsi ya kupokea malipo yako hapa Tanzania kupitia simu, na siri ambayo wengi hawakwambii kuhusu kujenga portfolio. Hakikisha unabonyeza hiyo like button ili video hii iwafikie vijana wengi zaidi. Tuende kazini sasa. Sasa hebu tuangalie ujuzi ambao unaolipa yani how demand skills. Sasa hebu tuangalie falsafa ya ujuzi. Hapa ndipo unapoanguka vijana wengi, wanafikiri ili uwe freelancer lazima uwe mtaalamu wa IT au coding. Hapana. Unahitaji ujuzi ambao watu wanauhitaji kila siku. Kundi la kwanza ni uandishi wa utafasiri, yaani writing and translation. Wewe ni Mtanzania, unaongea Kiswahili fasaha. Huko nje kuna makampuni yanataka kutafsiri nyaraka, website au video kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Hii ni hotcake pia kuandika makala, yaani articles, blog post au hata kuandika captions za Instagram. Kama uliweza kuandika insha shuleni, unaweza kufanya hizi kazi. Hebu tuangalie kundi la pili, ambao wa, ni watu wa graphic design. Ili kundi likoje? Kuhusu graphic design, usiogope, hauhitaji kujua photoshop kwa asilimia mia moja siku hizi, kuna application inayojulikana kama Canva ambayo makampuni madogo yanaweza kutaka kitu kama logo, posters za matangazo au hata business card, na unaweza ukaitumia hiyo application ya Canva. Ukijifunza kutumia hiyo Canva vizuri kwa wiki moja tu, tayari una ujuzi wa kuuza. Hebu tuangalie kundi la virtual assistants. Hili nalo linahusiana na nini? Hii ni kwa wale ambao wanasema sina ujuzi maalum. Kuna wafanyabiashara wanahitaji mtu wa kujibu email zako, kupangilia data kwenye Excel, au kufanya research mtandaoni. Hii ni kazi ya kuanzia chini, lakini inalipa. Sasa hapa nina swali ambalo linakuhusu wewe. Kati ya kuandika, kudesign au data entry, wewe unaona ipi inakufaa zaidi? Sasa hebu tuangalie wapi unaweza kupata kazi. Sasa tunauza wapi ujuzi wetu? Kuna njia mbili kuu. Njia ya kwanza ni majukwaa ya kimataifa, yaani kwa Kiingereza wanasema freelancing platforms. Hapa wakubwa ni wawili, ni Upwork na Fiverr. Sasa kwenye Upwork mteja anaweka tangazo la kazi, mfano nahitaji mtu wa kutafsiri video hii, kisha wewe una, unauma yani unabidi kwa kutuma maombi hapa ushindani ni mkubwa lakini malipo ni mazuri. Kwenye Fiverr wewe ndiye unayejitangaza, unasema ninatengeneza logo kwa dola kumi, mteja anakutafuta wewe. Hii ni nzuri sana kwa wanaoanza. Lakini sikiliza kwa makini, hapa ndipo siri ilipo. Usitegemee tu kwa wazungu. Sasa hebu tuangalie njia ya pili ambayo mimi naipenda sana. Ikoje hii? Njia ya pili ni social networking au mitandao ya kijamii, inajulikana kama mitandao ya kijamii. Tumia application kama Instagram na hata LinkedIn. Badilisha bao yako badala ya kuandika mtoto wa mama, andika professional graphic designer. Wafuate wenye biashara hapa hapa Tanzania. Kuna mtu anauza nguo kare yako, lakini peji yake mbaya. Mfuate DM, mwambie, naweza kukutengenezea posters nzuri za nguo zako kwa shilingi elfu kumi tu kila moja. Ukipata wateja kumi wa namna hii kuna haja ya kusubiri Upwork wakub, wakukubalie. Hii ndio maana halisi ya ujasiria mali. Sasa hebu tuangalie umuhimu wa kujenga portfolio, hii inakuwaje? Sasa hebu tuangalie changamoto kubwa, unapofika mahali kama Upwork au kwa mteja, atakuuliza Nionyeshe kazi ulizowahi kufanya. Wewe ndio kwanza unamaliza chuo, huna uzoefu. Hapa ndipo wengi wanakata tamaa na kurudi kula chipsi na kuku kwa pesa za wazazi. Sasa hebu tuangalie siri ya portfolio hii ikoje. Tengeneza kazi za mfano, yaani kwa Kiingereza wanasema mock projects Hauhitaji mteja halisi ili kuwa na portfolio. Kama wewe ni mwandishi, andika makala tatu kali kuhusu utalii wa Zanzibar, ziweke kwenye Google Drive au Medium. Kama wewe ni designer, jipe kazi mwenyewe, tengeneza logo ya kufikirika ya mgahawa au poster ya tamasha la muziki ambalo halipo. Kusanya hizi kazi, tengeneza PDF nzuri. Hiyo ndiyo portfolio yako. Mteja akija, unamtumia hiyo, anaona uwezo wake. Hajali kama ulimfanyia nani, anajali kama unaweza kazi. Pia usione aibu kufanya kazi bure mwanzoni. Tafuta rafiki yako mwenyewe au mwenye biashara na umwambie nikutengenezee logo bure, ila nikimaliza niandikie review nzuri. Hiyo review moja ina thamani kubwa kuliko unavyofikiri. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kulipwa, yani payment method. Hii nayo inakuwa namna gani? Sasa ngoja nikueleze siri ya faida na hili ndilo swali linaloumiza vichwa wengi. Nimefanya kazi sasa, nitalipwaje na hawa wazungu, wakati sina akaunti ya benki ya huko Marekani? Ondoa shaka, mambo yamerahisishwa sana. Kama unatumia Upwork au Fiverr, hizi za kutoka nje, njia rahisi zaidi kwa Tanzania ni kutumia Payoneer. Payoneer ni kama benki ya mtandaoni. Unafungua akaunti bure, wanakupa akaunti namba za kibenki za Marekani au Uingereza. Upwork wanatumia hela kule, wanakutumia hela kule. Ukishapata hela yako kwenye Payoneer, unaweza kuiunganisha moja kwa moja na akaunti yako ya benki hapa nchini, mfano ni NMB, CRDB na kadhalika au hata mitandao ya simu siku hizi unabofya tu, na ndani ya muda mfupi ting ting, Mpesa inasoma. Njia nyingine ni World Remit au Sendwave. Kama unafanya kazi na mteja direct, yaani nje ya platform, anakutumia moja kwa moja kwenye simu yako kwa hiyo kisingizio cha sijui nitalipwaje hakipo tena. Unachohitaji ni kitambulisho cha taifa, yani cha NIDA au pasipoti, ili kufungua hizi akaunti na kuhakiki, yaani kuverify. Sasa kwa kumalizia video yangu, ambayo nimekueleza mambo muhimu unayobidi kutekeleza ili uweze kufanikiwa kujiajiri, nina wito na utaka kukupa sasa, nisikilize kwa makini ndugu mtazamaji, biashara ya freelancing, siyo lelemama. Inahitaji nidhamu. Hakuna bosi wa kukusimamia saa mbili asubuhi. Bosi ni wewe na njaa yako ndiyo msimamizi wako. Ukilala unakosa hela, ukijituma unajenga empire. Kumbuka mtaji wa biashara hii siyo mamilioni ya shilingi mtaji ni huo ujuzi wako, bando la intaneti na uthubutu wa kuanza. Usianze kwa kutaka ukamilifu, anza na ulicho nacho. Kesho siku ya Jumanne, tutakuwa na biashara nyingine ya mtandaoni ikiwa ni mwendelezo wa wiki hii ya biashara za mtandaoni. Kwa hiyo subscribe au bonyeza hicho kibatani cha kusubscribe ili usikose kipindi chetu cha kesho saa 12 jioni. Kuanzisha biashara